Sababu zifuatazo ni chanzo kikubwa cha mwanaume kushindwa kumtungisha mwanamke ujauzito uzito. M sikiliza mpaka mwisho na nimekuandalia sababu kuu saba. Saa sababu ya kwanza ni idadi ya mbegu kuwa chache. Hapa tunazungumzia hizi mbegu zinaweza zikawa chini ya milioni kumi na tano enda, na, na, kushuka chini zaidi, na hili tatizo kitaalamu linaitwa low sperm count. Ila sababu ya pili ni sababu ya mbegu kutokuwa na nguvu. Haziwezi kuogelea kwa haraka, haziwezi kuishi ku, kwa muda mrefu. Hii inaitwa low motility. Ila sababu ya tatu ni mbegu kutokuwa na umbo kamili inavyotakiwa. Tunasema inabidi iwe na kichwa, kiwiliwili pamoja na mkia, ila utakuta mbegu hizi zinaweza zikawa na kichwa kikubwa sawa, au zina kiwiliwili kidogo sawa, au hazina mkia sawa. Hii inaitwa poor morphology sawa Sababu ya nne ni tatizo la varicocele. Hii tatizo la varicocele, tunasema ni ile hali ambayo tunakuta ile mishipa ambayo inasafirisha manii kutoka kwenye korodani kupandisha juu au inasafirisha damu kutoka kwenye kwenye moyo kuleta kwenye korodani inakuwa inajinyongota nyongota, yaani inajikunja, hii mishipa inavyojikunjakunja, ili tatizo kitaalamu linajulikana kama varicocele. Kwa hiyo itapelekea mwanaume huyu kushindwa kumpa mwanamke ujauzito. Na sababu ya tano ni upungufu wa homoni ya kiume inayojulikana kama testosterone hormone. Hii testosterone hormone ndio inamfanya mwanaume kuwa mwanaume, na hii testosterone hormone ndio inahusika hata kwenye uzalishaji wa mbegu. Hii testosterone hormone inahusika kwenye kumpa mwanaume hamasa ya kushiriki tendo la ndoa, au tunasema libido, sawa. Hivyo basi, ikiwa iko chini, mwanaume huyo hawezi kutungisha ujauzito. Ila sababu ya sita ni magonjwa kwenye korodani kama vile uvimbe kwenye korodani sawa, kama vile majeraha kwenye korodani, kama vile korodani moja kuwa ndogo isilingane na nyenzake, au korodani kushindwa kushuka wakati wa kipindi cha utoto, unakuta korodani ziko juu tu, hilo ni tatizo, na hapo unaweza ukaunganisha, ukaunganisha kama vile busha ikawepo, ukaunganisha kama vile E, vitu kama hivyo, ila sababu ya saba na ya mwisho ni ile hali ambayo tunasema ni magonjwa ya nini, ya zinaa, sawa, kama vile chlamydia, kaswende, candidiasis au gonorea au tatizo tunaloliita HPV, human papilloma virus. Hizi zote zinaweza zikasababisha mwanaume huyu kushindwa kumpa mwanamke ujauzito na hapa sijawagusia wanaume wenye tatizo la kisukari wala presha. Hapa nimezungumzia vitu ambavyo viko komoni. Wala sijamgusia mwanaume mwenye tatizo la tezi dume. Hivyo basi kama wewe unasumbuliwa na changamoto hiyo na unahitaji ushauri na unahitaji matibabu, usiache kunitafuta, nami niko tayari kukupatia suluhisho. Usiache kufollow na kulike na kushare ili watu wengi wapate elimu hii.